Nine, the dragon of the sea ni meli ambayo imejengwa kwa muda wa miezi 14 na kampuni inayomilikiwa na serikali ya China Afai Southern Shipyard iliyopo mjini Guangzhou, China. Ina urefu wa mita 53 na upana wa mita 13 kwenye hali maalum iliyofanyiwa simulation na majaribio na kuthibitisha kuwa unaiwezesha meli hii kuhimili hadi mawimbi ya mita tatu. Meli hii ina uwezo wa kubeba abiria 631. Vilevile meli hii imejengwa kwa viwango vya juu vya kimataifa ikiwemo standard ya DNV kwenye upande wa structure and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 Serikali kwa sasa kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na ujenzi wa bandari ya Mpiga Duri ambayo itajumuisha bandari ya abiria, mizigo pamoja na maegesho ya boti kwa shughuli za kitalii. Kadhalika, ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani tayari umeshaanza ambayo inategemewa kujumuisha sehemu ya meli za mizigo ya makontena, sehemu ya kupokea meli za mafuta na gesi na eneo la chelezo kwa huduma za matengenezo ya meli. Katika hatua nyingine, serikali inaendelea na ujenzi wa bandari ya Fumba pamoja na bandari nyingine Unguja na Pemba ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka nchini. Napenda kumalizia hotuba yangu kwa kuwahakishia wawekezaji ndani, wa ndani na wa nje kwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji nchini na kutoa vivutio vya kodi na kuondoa urasimu. Mabadiliko makubwa ya sera, sheria na miongozo